Hii ni Bugoma TV Habari. Habari. Mwea Eugene Munasa kiongozi mwandamizi mwanda mwanda mwanda mwanda mwanda kutoka home ground mwanda. Tuna program zetu ambazo tumezianzisha, lakini kwanza tuna punguzo la bei la vinywaji tukiwa tumekaa eneo hili la puba. Eneo hili ni maarufu kabisa ambalo tumelichagua kuuza bei tofauti na ukiwa lonji kwetu kule. Eneo hili tuna punguzo la vinywaji ambazo Tanzania bia kwa maana ya hizi Kilimanjaro Kesoraiti Serengeti tunaziuza shilingi elfu kumi bia tano kwa maana ya bucket. Lakini fine fish kililaiti na letsi tunaziuza nne kwa shilingi elfu kumi na mbili kwa maana ya bucket. Lakini tuna tuna, tuna, tuna, tuna, tuna Savana tuna, tuna Henken tuna Window na Despelado zinauzika tano kwa shilingi elfu ishirini na tano. Vinywaji hivyo ndivyo tumefanyia punguzo kwa eneo hili, na konyagi kubwa itauzika shilingi elfu 15. Sasa tunakwenda kwenye eventi husika ambayo inatuweka hapa. Tuna pool party ambayo itafanyika leo tarehe 25, tarehe 22, itaanza saa 4 asubuhi. Saa 4 na nusu sisi tutakuwa tayari kupokea wageni wetu, kwa sababu tayari tumekwisha kujiandaa. Saa 4 na nusu tutapokea wageni, na wageni hawa, tuna tiketi mbili. Tuna tiketi ya kawaida ya shilingi elfu 30, tiketi hii na pakeji zake tiketi ya shilingi elfu thelathini na package ya kwanza ya vinywaji ambayo tunaita Tanzania bia, hizo bia nilizozitaja awali, atapata bia tano ndani ya shilingi elfu thelathini, atapata bia tano ndani ya shilingi elfu thelathini, lakini ataswim bule ndani ya shilingi elfu thelathini, atapata mishkaki miwili ndani ya shilingi elfu thelathini, atapata popcorn ndani ya shilingi elfu thelathini, na kiasi kingine kitakuwa kimewekwa kama malipo ya getini. Tiketi ya shilingi elfu thelathini akichagua hiyo package ya kwanza. Akichagua package ya pili ambayo inahusisha fried fish kiririt na letsi, atapewa nne ndani ya shilingi eu thelathini, ataswim ndani ya shilingi thelathini, atapata mishikaki miwili ndani ya shilingi thelathini na atapata popcorn katika package ya pili. Tuna package ya tatu. Hii package ya tatu inachukua enken, inachukua window, inachukua despelado, inachukua savana atapata tatu kati ya hizo akiwa anatumia kimojawapo, atapewa package ya pisi tatu, lakini atapata mishikaki mitatu miwili, atapata hiyo kuswim ndani ya hiyo shilingi elfu thelathini, lakini atapata popcorn. Kwa hiyo tumetengeneza mazingira kulingana na mtu anavyotumia kinywaji chake. Kwa mtumia konyagi, atapata konyagi ya kati pisi moja, atapata mishikaki miwili, atapata kuswim ndani ya hiyo shilingi elfu thelathini, atapata popcorn ndani ya shilingi elfu thelathini lakini tukawakumbuka watu wasiotumia alcohol kwa maana wenye matumizi ya soft drinks, tumewekea package yao. Kuna package mbili, package ya kwanza inahusu juice, tuna juice zile za kopo. Yeye mwenyewe atachagua, sababu kila mtu ana matumizi yake. Atapewa boxi moja la juice, atapata mishikaki miwili, atapata kuswim ndani ya shilingi elfu thelathini, atapata popcorn. Tukawakumbuka pia kuna ambaye tumii vitu hivyo, lakini anahitaji kutumia grandmata. Atapata grandmata nne, atapata mishikaki miwili, ataswim, atapata popcorn hayo ni matumizi ya shilingi elfu thelathini ambayo inahusisha uingiaji maripo ya kiingilio na hizo package ambazo tumeweza kuzitaja. Kwa hiyo tumejiandaa kwa ajili ya kuwahudumia watu, na tunakuja na package ya kiVIP, kwa maana kuna watu wana umaarumu wao, wanapenda labda ni mtu na familia yake kwa ajili ya kuwa na tebo. Tutakuwa na tebo maalum na zitapata treatment tofauti kabisa, watahudumiwa kiVIP. Hii tunaita VIP, tiketi ni shilingi laki mbili kwa watu wanne tiketi hii watapata haya yote tuliyoyataja kwamba wataswim ndani ya laki mbili watu wanne watapata mishikaki miwili miwili ndani ya laki nne watapata popcorn ndani ya laki nne vinywaji vyao, watachagua kati ya absolute chupa kubwa, watachagua kati ya, ya, ya, lady label chupa kubwa chupa ya kati, watachagua kati ya jagamaster ya lita moja. Kwa hiyo tutakuwa na hizo option tatu, lakini zitakwenda na vichanganyio vyake ndio umaarumu wa kivipi. Lakini kama watahitaji kubadilika kutumia hizi pombe za kawaida, basi tutaona namna nzuri ya kuwahudumia. Lakini tunawakaribisha wote kwa ajili ya tamasha hili. Tamasha hili ni maarumu kwa ajili ya watu kupata burudani, litaanza saa nne na linaweza likaenda mpaka mda ambao watu wetu tutaona wamechoka. Baada ya hapo, basi watu wakimaliza pakeji zao watahudumiwa kwa mfumo wa kawaida wa keshi. Lakini tunamkaribisha kila mtu na dress code ni mavazi ya bichi zaidi au mavazi meupe kama tunavyojua pool party watu wengi wanahitaji kupendeza na kufly. Sasa katika package hii pia tumekuja na umarumu wake kwa maana tutakuwa na free photo lakini tutakuwa na free internet. Kwa hiyo mtu atakuwa akikaa hapa na peruzi lakini kuwapatia watu matukio yanayoendelea hapa na vibe lipo la kutosha. Tuna DJ maarumu na maarumu kabisa ambao watatoka Mpanda lakini pia wengine watatoka Dar es Salaam. Haya ndio maneno ambayo tulitamani leo yawafikie wateja wetu ambao wametuunga mkono zaidi ya miaka miwili lakini wajue tumeandaa kitu hiki kwa umaalum wao. Karibuni sana. Kwa majina ninaitwa Beltila William Kafipa, ni Operation Manager wa Home Ground Hotel. Uh, siku ya tarehe ishirini na mbili, kama nilivyoelezwa hapo awali na kiongozi mwenzangu, tutakuwa na amsha amsha kwa ajili ya kurudisha shukrani kwa wateja wetu, na pati hii imeandaliwa mahususi kabisa ya kuweka ukaribu baina ya Home Ground na wateja kwa hiyo kama tunavyosema kwamba michezo ni burudani, michezo ni ajira na michezo ni afya kwa jamii. Kwa hiyo hii yote ni utaratibu ambao upo wa kufanya mazoezi au kufanya mazoezi kupitia michezo ya aina mbalimbali kwa ajili ya kupambana na magonjwa yasiyoambukiza. Kwa hiyo tunawakaribisha sana sana wateja wetu, wadau wetu wa Home Ground Hoteli kwani si tunasema kwamba mteja kwetu si mfalme bali anakuwa ni sehemu ya familia ya wana Home Ground Hoteli. Karibuni sana wadau wa michezo, karibuni wapenda michezo, karibuni wa Tanzania wote mliopo Katavi na nje ya mkoa wa Katavi, tunawapenda sana. Hii ni Bugoma TV habari